Suleiman Maalim kutoka kaunti ya Wajir amejitosa katika kilimo cha unyunyiziaji kulima matunda, mboga pamoja na kuwafuga ng'ombe eneo hilo la Wajir na ambalo ni eneo kame. Kwa kutumia mabwawa ya maji na uwezeshaji wa serikali ya kaunti ya Wajir pamoja na mashirika mengine, Suleiman anaeleza kuwa ameweza kugeuza eneo lililoonekana kuwa jangwa na kufanya kilimo ambapo watu elfu tano wananufaika kutokana na shamba lake. Suleiman Maalim Umar jina yango, na hii shamba inaitwa Chufa Multipurpose Farm, na imeitwa multipurpose farm kwa sababu e, eh, inatoa aina eh, tano 5 in one. Unaona miti ya mango hii fruits tree na machungwa na pia eh, ndimu na papai eh, spinach bilbili sukuma na nyanya. Eh, nyingine ni nyuki beekeeping. Kijiji ile majirani baka hata wajia tuna belekanga eh, chakula na hiyo. Tunashukuru Mungu, tunashukuru eh, pia serikali ya kaunti ile imetusaidia, yani capacity building through partners training. Yani, county government plus WFP plus Masikop yani wamekuja sana sana kufundisha sisi ku train ile ujuzi yetu tumeongezewa. Ile ukame ya juzi ilikuwa imemaliza mifugo. Ng'ombe, mbuzi zilikufa sana, ngamia, na watu wakawa maskini. Zamani ilikuwa anapeana relief; hiyo relief haikuwa inasaidia. Ilikuwa anafanya watu wakawa vivu tu. Lakini vile mali iliisha na hakuna vitu vingine watu walianza kulima na sisi wenyewe tulifundishwa kitambo, eh, kazi ya ukulima. Tulisaidia kufundisha wengine pia, wanalima wengi sasa. Wamejua mambo ya ukulima na wamepata pesa na wamepata chakula. Sasa ile challenge siko, ni shida ya maji. Ningeomba vile serikali ya kaunti ilikuwa imesaidia kuanzisha hizi na tumefaidika, vile tupate faida zaidi ya hii tungeomba eh, kuanzia serikali kuasia gavana na serikali yake hiyo, iangalie mambo ya maji sana, ndio watu wapate chakula.